Kuna tafsiri tofauti kuhusiana na mtu kutumika kiuchumi katika mahusiano, wengine wakihusisha na suala la pesa, lakini wengine wanasema kwamba hata mtu kuwa na ushawishi mkubwa kwa sababu ana uchumi mkubwa kuliko mwingine, nayo pia ni tafsiri ya kutumika kiuchumi. Nimewauliza baadhi ya vijana katika mji huu wa Moshi mkoani Kilimanjaro kaskazini mwa Tanzania, ipi ni tafsiri ya kutumika kiuchumi? Wow. Mimi ni Veronica Natalis, karibu katika Kurunzi live. Kila wakati atakuwa anahitaji ni pesa, kuku hamna mtoto atakuwa ende shule, kuta mtoto si wako, lakini unabebeshwa mtoto, unajikuta unapambana na jinsi ya kuweza kumwendo na kuweka katika mahusiano, lakini mwenzako hayupo katika njia hiyo. Mara nyingi mwanaume ukimwomba hela, huwa anasema kwamba tunawatumia kwenye mahusiano. Lakini sasa, unajua muda mwingine unaweza ukawa una shida kweli, alafu unamwambia mtu una shida lakini anahisi kwamba wewe unamwambia hivyo kwa sababu unamtumia kiuchumi, okay. Hauwezi kukaa tu bila kumhudumia. Wewe unataka kila siku mwanamke wako aonekane barabarani, amependeza, amesuka vizuri, anavaa nguo nzuri, kahudumiwa na nani? Hicho kimetokea kwangu pia, kishatokea kwa watu wengine. Unakuta mwanamke unamhudumia, lakini chenga ukimhitaji anakuwa anakupigapiga, mwisho siku unampotezea, kashachukua hela zako. Kwa hiyo unahisi tu, kwangu alikuwa ni kitega uchumi. Na mtazamaji, sio tu swala la kuombwa pesa ama kutoa pesa katika mahusiano ndio kunakoweza kutafsiriwa kama kutumika kiuchumi, lakini baadhi ya vijana hapa pia wanaeleza kwamba hata uh, wanawake ama wanaume ambao wanakuwa na pesa nyingi wanaweza kutumia pesa hizo kuweza kushinikiza matakwa yao yapite zaidi katika mahusiano, na hiyo inatafsiriwa kwamba ni kutumika kiuchumi pia. Kuna ile mtu anaweza akawa analazimisha mapenzi kwa mtu ambaye si kiwango chake au kumkomoa mwenzie mara nyingi inadhoofisha uchumi wa vijana wanawake. Sisi tunapenda sana pesa, tunapenda pesa kuliko mapenzi, kwa maana sasa hivi hamna mapenzi ya kweli, ni pesa. Kwa sisi wadada tunaweza, kum, tunaweza kumpenda mwanaume kwa ajili na pesa zake na mali zake, lakini tukisha labda tukishatoka zetu huko nje, hatuna tena mawasiliano tena na mwanaume tukishatumia hela zake, hatuna tena hatunatena mawasiliano naye, maana sisi hela ndio tuliweka kipaumbele katika maisha yetu mwingine unaweza kumpenda kabisa kwa moyo ukamrizia, lakini mwingine ukawa humpendi, unapenda kwa maslahi kwa hela zake tu. Naam mtazamaji, na hayo ndio baadhi ya maoni ya wakazi wa mji huu wa Moshi mkoa ni Kilimanjaro kaskazini mwa Tanzania kuhusiana na ni ipi hasa tafsiri ya kutumika kiuchumi katika mahusiano. Naamini umesikia mengi na pia una maoni mengi na kusihi, endelea kutazama mjadala wa Kurunzi live unaoendelea katika studio zetu za DW Bonn Ujerumani na kutoka hapa mimi ni Veronica Natalis Chocha.